Uenda kuwatesa wazazi pengine au watu wengine waka, karibu ambao walikuwa wakimsaidia. Unajua chuoni hawaishi peke yao, kuna wazazi kama nyie ambao, yani kwa asilimia kubwa, nyie ndo wazazi na nyie ndo walezi, lakini pia nyie ndo viongozi kwa, kwa, kwa, kwa wanachuo. Natamani kujua kuna namna yoyote ambayo wafanyakazi au walimu au walezi wenyewe wanavyoweza kuchangia katika mabadiliko ya kitabia kwa hawa wanafunzi ambao na wanajiunga na vyuo? Ndiyo, kuna nafasi kubwa kwa sababu walimu na walezi wote walioko vyuo, yaani lengo kubwa ni kwamba wanawalea wale ni kama watoto wao, ingawa bado kuna changamoto. Mm. Kuna changamoto walezi pia wanasahau kama wale ni watoto wao, lakini lengo kubwa la sisi ni kwamba ni lazima tujue wale ni watoto. Kwa hiyo na ndio maana kuna ofisi mbalimbali mbali za kuwasaidia kwenye vyuo, kuna ofisi mfano ya ushauri na wakiwahi siku ya orientation, wengi huwa hawafiki na ndio maana wengi wanakuja kushindwa, kwa sababu orientation wiki hawakuhudhuria. Kwa hiyo wengi huwa wanakuja kushindwa baadaye, kwa sababu pale kuna maelekezo yote, ukipata changamoto ya kitaaluma muone fulani kwa hiyo kuna ofisi maalum za, mm -hmm. za idara zao za kuona mm -hmm. Ukipata changamoto za kisaikolojia, kuna ofisi ya mshauri wa wanafunzi mm -hmm. au kuna ofisi ya counseling chuo kikuu, kwa ukipata changamoto zozote, umetoka nyumbani, kuna changamoto za kifamilia cha, za kiuchumi, counseling unit iko pale, iko pale kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kwenye, kwenye changamoto za afya mm -hmm. Unakuja unasema na kansa ya damu na pressure nimeathirika wote yeah. tunajua jinsi ya kuwasaidia yeah. kuna kitengo maalum ambacho kinafanya kazi kwa usiri kuwasaidia wanafunzi bila kujulikana yeah. Yani wanapewa vyumba yeah. Wanajaliwa kwa sababu ya afya zao yeah. Lakini pia kuna kitengo cha uchumi na fedha, yani wanafunzi ambao kuna wengine wana boomu wanapata pesa hawajui jinsi ya kufanya, kwa hiyo wanakuwa wanatumia wanakula bata yeah. Kwao wanasaidiwa jinsi ya mpango wa fedha, financial discipline. Lakini kuna sasa hivi changamoto ya betting yeah. Wanafunzi wana beti aisee yani ana anabeti hela anabeti yake, anabeti laptop aliyopewa, yani anauza kila alicho nacho anabeti, akitegemea kwamba kuna mwaka alipataga pesa au rafiki yake alipata naye atapata. Yani wengine yniwengira wafanya beting mpaka imeingiza kwenye magonjwa ya akili, wanakunywa dawa ili waache hiyo na me, tabia mbisha, tatizo tana kubwa, ni tatizo kubwa sasa. Mkikutana na wao hivi, mnawasaidiaje? Watu wa betting kwanza, tunaongea nao na kujua changamoto walizo nazo. Kuna changamoto wanaweza kusaidiwa, lakini pia kuna wengine ambao unaona inakuwa ni too much ambayo ina, inakuwa kwamba limesha kuwa tatizo la addiction. Addiction tunasema uraibu. Maana kuna wengine wana uraibu wa hiyo betting, kuna wengine wana uraibu wa mapenzi, kuna wengine wana uraibu uraibu, ni na tayari umeingia kwenye magonjwa ya akili tunasema brain disease. Kwa hiyo kishafikia pale, ni lazima apate msaada pia hospitali. Ndio maana tuna kitengo chetu maalum na daktari wa afya ya akili. Kuna kisa kimoja ambacho kilitokea chuo fulani, sitaki kukitaja. Aa, kuna mwanafunzi ambaye alikuwa na changamoto kama hiyo ya kubeti, na akaingia kwenye mtihani wa mwisho. Kwa bahati mbaya, yeye alibeti, wanasema mkeka ulichanika. <laughs> Akafanya mtihani mpaka mwisho, ile kwenda kukusanya yako, kukusanya booklet au karatasi ya kujibia maswali, akatoka nayo nje, mpaka wanakwenda kumfata. Wakaja kugundua huyu mwanafunzi ana shida kama hiyo. Nataka nijue sababu kubwa ambayo inawasababisha wanafunzi wajihusishe na maswala ya yani, mwanafunzi ambaye amepata elimu kutoka shule ya msingi sekondari, mpaka anakuja elimu ya juu, anakosaje akili ya kujiongoza mwenyewe? Anachukua hela ya ada anaweka kwenye kubeti, tatizo ni nini? Sasa tatizo kubwa ni malezi pia, yani tangu amekuwa kuna watoto ambao tunasema, kuna aina mbalimbali za malezi, wazazi wanatakiwa kuwasaidia watoto mm. Kuna mtoto kumpa uhuru, lakini pia unatakiwa kukontrole uhuru wa mtoto. Kwa hivyo kuna mtoto mwingine anamtawala mzazi, na kuna mtoto mwingine kutokana na changamoto za familia anawakanyaga wazazi mm. Yani yeye ndio mwenye maamuzi mm. ya mwisho. Sasa kuna aina zile za malezi ambazo mzazi sasa unatakiwa umpe uhuru wa kiasi mtoto, lakini na kumsaidia mm. Sasa unakuta watoto wengine wanakuwa ule uhuru unapitiliza kwao, anaweza kufanya chochote na hakuna mtu. Lakini mwingine hata mzazi alikuwa mkali sana, na mama na baba huwezi kuongea chochote kwao, yule uoga naye yu, unaweza kumfanya ka develop tabia zingine ambazo sio sahihi kwao. Huyu mtu ambaye anakuja hapo, nasema amekuja chuo kikuu na akili sawa, hiyo beti, wanabeti wana mpaka watu wenye ndoa zao Wababa, wa baba na wamama kwenye familia zao, sinaona Simba na Yanga watu wana beti mm. wake na wame. Kwa hiyo huyu kijana anayekuwa hapa unaweza ukaona ni, ni yuko sawa. Mwingine tayari ameingia kwenye changamoto za afya ya akili, yaani anaona kile kitu bila kuacha yeye hawezi, tayari ameingia kwenye addiction, lakini mwingine kwa sababu ya kuiga na tamaa, mwingine ugumu wa maisha mm -hmm. Kwa hiyo vinamfanya vile vitu, nikifanya hapa nitapata hela, yani ile tamaa ya kupata hela za haraka ambazo vijana wengi wanazo, yani hata kitaka ajira hataki kujitolea kufanyaje, anataka yani hela za ghafla, nikimaliza chuo niwe na gari ya ga... ya maana niendeshe. Yani unakuta na uh, vijana hapa walioanza kazi pia tunadi pia na wafanyakazi, anakopa gari la gharama, anakuja hana pesa ya mafuta, anakopa kwa wafanyakazi wenzake, ikifika mnamdai wote anakimbia ofisi. Kwa hiyo hiyo yote ni inagusa kila mmoja kwa sababu ya kutaka vitu vya gharama. Kwa hiyo yule kijana inabidi kukaa naye naye kuongea. Kwa hiyo sinaweza ikawa background, malezi ya nyuma, au tabia alizoziona ukubwani, au mahusiano, yani ana msichana ambaye anataka vitu vya gharama, kwa hiyo naye anajilazimisha kutafuta vitu vya gharama ambavyo hana uwezo navyo. Kwa hiyo kuna sababu nyingi zinazopekea tunapoongea nao, mwingine, mimi nilikuwa nafanya hivi ili girlfriend wangu aendelee kuwepo kwa sababu alikuwa, unajua anapenda vitu vya gharama. Hapo tutapazungumzia sana mwishoni <laughs> kwa namna, kwa sababu <laughs> ndio eneo ambalo kwa asilimia kubwa vijana wengi wana wanaangukia, wana, wana huko, mm -hmm. Sasa tujiulize, watu wengi wanasema kwamba ushamba au kasumba mm -hmm. au ugeni wa mji, kwa asilimia kubwa ni chanzo cha mabadiliko kitabia kwa wanafunzi wanapojiunga na chuo, pengine ametoka mkoani, sitaki kuitaja, ila mikoa ya ndani ndani. Akaja mjini, anakuja chuo kwa mara ya kwanza, jawahi kuja huku, anakutana na ndo hizo nguo za crop top. Alikuwa amezoea kuvaa gauni la kitenge safi, lakini anakuja anakutana na crop top, anakutana na kasumba ya kwamba mwanachuo kupendeza mwanachuo bata, mdada wa chuo, kuna majina kabisa, mdada wa chuo, mkaka wa chuo. Lakini pia anakutana na mazingira ambayo hajazoea, pengine alikuwa amezoea sherehe au mabonanza ya kawaida, anakuja kukutana na clubs, pub kubwa kweli kweli. Hii kauli kwa mujibu wa utafiti ambao umeufanya au namna ya uchambuzi ambao umeufanya au aina za watu wenye shida mnaokutana nao, kwa asilimia kubwa ni chanzo pia cha kuwabadilisha kitabia. Ni chanzo pia cha kubadilisha kitabia. Kwa sababu malezi yamekulia, fikiria mimi me nimetoka kijijini kule Mbeya ndani kule. Nimesoma kule shule ya msingi, nimesoma sekondari, nimesoma chuo Mungu akanisaidia. Nimesoma hadi A level, Mungu akanisaidia tu nikafaulu vizuri, nikapata wani nzuri nikaingia chuo kikuu. Kama, kama chuo chetu tunachukua wani nzuri za wanafunzi. Sasa anapofika mahali hapa, mazingira tu wakati mwingine kisaikolojia yanaweza yakamwathiri mtu. Kwa sababu alikokulia na alipo ni tofauti. Kwa hiyo ile pale inaweza ikambadilisha. Mm. Kwa akiwa ni mtu ambaye binti au kijana ambaye wakuiga, mm, anabadilika haraka sana mm, kutokana na yale mazingira, kwa sababu unakuta kama library ya kwetu hapo. Mm. Yaani mtu anafika tu anasimama hata masaa matatu sisi wanafunzi wakifika anashangaa. <laughs> Ile jengo anaangalia, kumbe kuna majengo mazuri hivi Dar es Salaam. Mm. Lakini sasa anajifika anaangalia nguo aliovaa. Hiyo nguo aliyoivaa semester ya kwanza hata ivaa tena. Inabidi atafute vile viskin tight vya kubana Krop vivi top. Crop top na vitu vingine, ili aendane na ile jamii yeah, kwa sababu mwingine ataonekana mshamba, kwahiyo wanaogopa ataonekana mshamba. Kwahiyo wapo wanaobadilika wengi tu, kwa sababu ya mazingira, kutokana na haya mazingira mapya, naona kabisa nasema mi, bwana, nilikulia sehemu fulani, lakini kweli hii presha huku imenifanya mimi mpaka nikajikuta naingia kwenye mahusiano mpaka kupata ujauzito.